Karibu tena kwenye camelAgri TV. Leo tunazungumzia habari njema. Je, umesubscribe? Kama hujafanya hivyo, fanya sasa. Bonyeza kitufe cha subscribe na kengele, ili usipitwe na video zetu. Leo tunazungumzia kilimo cha matembele. Matembele ni mboga yenye faida nyingi, yanastahimili ukame na yana vitamini na madini mengi pia yanasaidia kupunguza shinikizo la damu na sukari. Ukilima matembele unaweza kuuza na kupata pesa. Pia unaweza kuyatumia nyumbani na kuboresha afya yako. Usisahau kusubscribe camelAgri TV kwa maelezo zaidi kuhusu kilimo. Asante.